Yeah. Tandale chifu, tunaye wapinzani tunatamba, wasubiri. Pia tunatamba naye mwingine, hatumtaki katu. kura za yeah, ndio zote kwa sisiemu sote. Uraisi Mama Samia tunampate na mitano Kato. Kwenye maamuzi hatuna roho ya kusita Sada. wala hatuna mchezo wa dipenati tuna kaba Sada. mkubwa wa tishi wipaka sote, siye tuungane, wana tutisha sasa, hawatuwezi sasa, huo ndo mwezi jamani, tunatiki wa kumi mimi naishia shairi nimemaliza, oh, ya muhimu nimeaongea, msije mkapuza kuratifu kumpigia wapinzani kuwamaliza. Apawa ni, ni, ni tano tena kazi na iye, nikiongozi mchapa kazi tena asiye na makuu yakuwa tu tu. tu tu kazi tumpongezeni tu. Ndiye wetu mkombozi Tandale, tuko juu. apaa mie tano tena kazi na iye, unibetu adua, sote tunainua mikoreto, mikono yetu mikono tumeinua, tunakuomba jalia jalia zaidi ya Oktoba kufikia, nguvu kutupatia na afya njema pia, viongozi wetu tunawaamini vyema kutuongezea. Amin, amin, amin, amin rabbil alamin.